Mwenyekiti wa taasisi inayoshughulikia masuala ya Afrika Africa Matters Limited, Linda Chalker, Wales, Uingereza, amempongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, kwa juhudi kubwa alizozifanya kupiga vita rushwa na kujenga mazingira bora zaidi kwa uwekezaji. Linda Choka ametoa pongezi hizo leo Ikulu jijini Dar es Salaam alipokutana na kufanya mazungumzo na Rais Magufuli kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwemo hali ya uwekezaji hapa nchini.

Upande wake Rais Magufuli amemshukuru Linda Cholka kwa ushauri na dhamira yake ya kutaka Tanzania ipige hatua kima, kimaendeleo na amemwomba kutumia ushawishi wake wa kuhamasisha wawekezaji mbalimbali kutoka nchini Uingereza na kwingineko duniani kuja kuwekeza nchini Tanzania ili kuharakisha zaidi maendeleo. Hata hivyo Dr. Magufuli amesema wawekezaji wanaokuja Tanzania hawana budi kuwa wawekezaji makini. kutoka Dar es Salaam